Msaidizi wa kweli inawezekana akatokea msaidizi ambayo sio wa kweli. Haleluya, natazungumzia ntafundisha kwa kifupi sana, lakini nafasi nyingine nimwachie mheshimiwa Roho Mtakatifu afanye kazi yake. Wangapi ambao wanaamini Roho Mtakatifu yuko ndani yao? Unaamini anaweza kuhudumia? Piga vigeregere kwa Yesu. Wangapi wako hapa ni wagonjwa? Hakuna, wote tuko wazima. Haleluya! Wangapi ambao ni wagonjwa sana sana tatizo na wameambiwa kwenda kufanyia operesheni wiki ijayo? ukiogopa okay, mimi sio mimi Yesu ndiye anayeponya sio mimi ukiona katoto huyo mchungaji kweli mimi siponyi yupo anayeponya sasa ukiogopa Amen. Amen. hiyo shauri yako maana mimi siponyi tunamwita yeye anayeponya anashuka na kuhudumia Haleluya naposema hivi na maana ungenisikiliza vizuri sbkuna kufundisha ni msaidizi wa kweli. ili akusaidie, lazima ufungue moyo wako, kusaidia katika magonjwa defu upi ambao unakusumbua ili Bwana akusaidie. Pia Roho Mtakatifu, sinapose, napouliza swali kwamba nani mgonjwa, ukajifichwa kwa nyamaza kimya, nayeponywa sio katoto, nayeponywa ni Yesu mwenyewe, kwamba nikiendelea kufundisha na kuomba Tukweka kuomba unakuwa nafunguliwa, unahitaji ushuhuda baadaye. Kama niko hapa, nimekuja na masikio yangu yasikii, macho hayaoni, kile baada ya maombi haya mimi nimeponywa. Bwana amekuponya ni kuponya, Yesu mwenyewe haleluya, amen haleluyaa! Fungua kitabu kile cha Waraka wa Paulo kwa Warumi, ile sura ya nane. Sura ya 26 na 27. Waraka wa Paulo kwa Warumi. Sura ya 8 mstari wa 26 na mstari ule wa 27. Neno la Mungu linasema, mm -hmm. "Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa." na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote, katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mstari wa ishirini na tisa, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza, wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Mstari wa thelathini. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, akawaita na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Baba wa mbinguni, pokea sifa asubuhi ya leo. Karibu tuhudumie Bwana, tufanye kuwa chombo katikati ya watoto wako asubuhi ya leo, tumie kama vile upendayo. mfarumo mani sema leo kutoka kwako, Bwana Mungu wa uzima. Nasimama kinyume na kile hila za mwovu adui asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu uko pamoja nasi katikati yetu, Mungu. Umeahidi ya kwamba tutakapofika wawili watatu na pia tutakuwa katikati yetu. Karibu Yesu, tuhudumie kupitia neno lako naomba na kushukuru ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen. Tigeregere kwa Yesu. Amen. Amen. Wakati watumishi wa Mungu anajitambulisha hapa, nimebarikiwa kutoka, nimebarikiwa sana kukumbuka kule ulikotoka na kuheshimu wale ambao wamekutangulia na wale ambao wamekulea kufikia kimo hicho ulichofikia, shangilie Bwana. Amina! Hilo ni jambo la baraka sana, jambo la kutia moyo, jambo la kuheshimu sana. Amen, amen. na mimi kuwa Foursquare hapa nimekuwa kwenye dini, dini nyingi. Haleluya dini nyingi. Ikafikia kipindi nikawaza niende wapi, kitu ambacho Mungu aliweka ndani yangu. Kuna dini zingine madao mengine hawakujua kitu gani ambacho watoto wamebeba wa ndani. Naogopa kutamka hizo dini zilizopitia, sasa nitaonekana nadhalilisha.